Hivi ulishawahi kukaa kwenye ndege na ukapewa huduma ya wifi, kisha ukajiuliza, hivi wifi ya kwenye ndege inatoka wapi? Ndege iko mbali kabisa, iko juu kabisa, simu zetu tunaweka flight mode, lakini tunapata wifi ya kwenye ndege. Wao internet wanapata wapi? Ndege zina njia mbili za kupata network, kuna njia ya juu na njia ya chini. Chini ya ndege kuna kifaa maalum kimefungwa ambacho kinapokea network za kwenye mnara. Mnara huu huu ambao unaunganisha wewe kwenye simu yako ndio mnara huu huu ambao unapeleka network kwenye kile kifaa cha ndege. Na kwa vile ndege inakwenda masafa makubwa, sasa naye inakwenda mbali kile, ikienda mbali network hii inashuka. Ikiwa ni internet basi inaweza kushuka mpaka megabaiti tatu kwa sekunde ukilinganisha na ile intaneti ambayo wewe ukiwa ardhini unaweza kupata mpaka megabyte 40 kwa sekunde kwenye mnara wa 4G. Hii njia hii, kwa mfano, kama ndege inaoruka kutoka nchi kwenda nchi ya kimataifa, hii njia si muafaka kidogo. Lakini ndege ambazo ziko local, labda zinaruka humu kwenye nchi hii, kidogo ina afuen kidogo na inasaidia. Lakini sasa isiishie hapo, hii njia network hii ambayo inapokea ndege kutoka kwenye mnara wa 4G, au mnara wetu wa kawaida, kama nilivyokuambia kwamba unaweza kufika mpaka megabiti tatu kwa sekunde. Megabiti tatu kwa sekunde ni spidi ndogo sana, ukilinganisha na watu waliomo mule ndani. Tukumbuke kwamba hichi kifaa kwanza kinapokea network kutoka kwenye mnara, na humo kwenye ndege ndo kuna wifi. Hiyo wifi ndiyo inawagaia hao watu kwenye hiyo ndege sasa Megabaiti tatu hizi zinapoingia kwenye ndege halafu watu kwenye ndege kuna ndege lab, labda watu arobaini, thelathini, watagawa vipi jamani? Bila shaka itakuwa slow. Hapa ndiyo unakuta kwamba intaneti ya kwenye ndege inakuwa ni ghali sana sana sana. Wanaolipia huduma ya intaneti kwenye ndege wanalipia ghali sana kwa sababu gani? Wakilipia ghali hizi megabaiti tatu, labda wamelipa wateja wanne watano hizi hizi tatu. Wakitumia wale wanne watano, watapata afueni kidogo, tofauti na kwamba ikiachiwa kila mmoja akiteleza matukio yake, itakuwa hakuna intaneti kabisa. Kwa hiyo megabaiti tatu hizi ambazo zinatoka chini kwenye mnara ndiyo ambazo wanagewa wateja hawa ambao wameilipia huduma ya intaneti na wao kidogo wanapata afueni, lakini kinyume na hivyo hii intaneti ya kwenye mnara basi ni ngumu sana. Sasa hii njia nyingine ambayo ndege inapata intaneti ni njia ya satelaiti. Inafanyaje kazi na iko vipi? ili intaneti hii ifanye kazi inategemea kituo cha ardhini. Kituo hichi cha ardhini hichi ndo ambacho kimeunganishwa na intaneti, kimeunganishwa na faiba. Kituo hichi kinairushia mawimbi satelaiti ambayo iko angani moja kwa moja. Mawimbi haya yanapokewa na satelaiti, na satelaiti nayo inachofanya inarusha mawimbi hayo kwenye antena ya ndege moja kwa moja, na antena ya ndege inapokea mawimbi hayo kisha inaingiza ndani kwenye ndege na humo ndani kwenye ndege kuna wifi, wifi ambayo ndiyo wale abiria wanakuwa connected hapo. Hayo ndiyo yanayotokea, mpaka ukiwa kwenye ndege yako una enjoy wifi. Kila Zinjibari Teknoloji, kazi yangu ni kukwambia mambo ambayo huambiwi. Ikiwa ndo kwa mara ya kwanza unaangalia video hii, usisahau kusubscribe, na kama una swali lolote, njoo sehemu ya comment. Bye bye.